amiho kuwa halmashauri ya mji wa Peramiho na ili tuweze kufikia kuwa halmashauri ya mji wa Peramiho hakuna tena ajenda nyingine zaidi ya tarehe ishirini na tisa Peramiho mkaonyeshe. Mko tayari kushirikiana na Chama cha Mapinduzi kwa mafiga halmashauri ya mji kwa kupiga kura tatu kutiki na kutiki jee, na kutiki kwa chama sisi. Tulikuwa tunatambua ilani hii inapoainisha kutupandisha hadhi, maana yake ni nini? Maana yake sasa Peramiho inaenda kufanana na mji, Peramiho itafanana na miji mingine tunahitaji barabara za lami zinazopendeza. Tunahitaji taasisi binafsi na taasisi za serikali ziongeze majengo Peramiho na kupendezesha Peramiho yetu Hatu Na ni ilani ya Chama cha Mapinduzi inatuelekeza hivyo kabisa, tuliomba mbele ya mgombea urais, ilani yetu inatuelekeza hivyo. Ni ilani ya uchaguzi na mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi atakwenda kuweka historia ya kujenga daraja zuri na la kisasa pale Peramiho, mahali ambapo hatujawahi kujenga daraja hilo miaka mingi Mama. Yeah. Na uendelee kupendeza no. Lakini tayari tumekwisha kuomba fedha za kuongeza barabara za lami katika mji wetu wa Peramiho Maale. Kwenye kata ya Peramiho ilani hii ya, ya uchaguzi imetuagiza kujenga shule mpya tano. Shule moja itakuja kujengwa eneo mlilochagua ambapo mmeanza kujenga shule ya msingi Ukombozi. yeah! Tuendelee kukamilisha kituo cha afya kwa ajili ya huduma za wananchi katika kata ya Peramiho. Tutaendelea kuhakikisha vitongoji vyote vinapata umeme. Tutaendelea kuhakikisha maji ambayo tumekwisha kuyafanyia kazi. Tunajua watu, idadi ya watu itaongezeka. Sisi kupitia ilani ya uchaguzi tumejipanga kuhakikisha maji yanatosheleza mahitaji ya Peramiho na kata zima ya Peramiho. Shule zetu za msingi tumepanga kujenga na kuboresha madarasa 255 na na vyoo 150 na shule zetu hapa Peramiho zitaboreshwa. sekondari na Mihoro. Hili wow, watoto wa Peramiho wa na watoto wa vijiji vingine vya Peramiho waweze kunufaika na huduma ya elimu ya sekondari. <coughs>